Ni nani? Mungu ni roho. Kwa hiyo anaposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, alimfanya mtu kiroho kwenye sura ya pili, ndiyo anamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, mtu akawa nafsi hai. Anachokifanya hapa Mungu ni nini? Anatengeneza mlingano, anatengeneza uwiano kati ya vile vitu ambavyo amevitengeneza katika ulimwengu wa roho, ili viweze kuonekana hivyo hivyo katika ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile miche ambayo ameyumba kule Huku akaleta ukungu, mvua ikanyesha, nchi ikaanza kutoa miche, miti ikaanza kuonekana, vitu mbalimbali vikaanza kuonekana. Kwa nini vinaonekana? Kwa sababu vilikuwepo katika ulimwengu wa roho kama mbegu. Kwa hiyo ile mbegu ambayo imekuwepo kwenye ulimwengu wa roho ndiyo inakuja kuuzalisha ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha tuliyonayo kuna mbegu ambazo zipo katika ulimwengu wa roho, kuna mbegu ambayo ipo katika ulimwengu wa roho. Yaani hata hapo ulipo sasa, wewe ni zao la mbegu ambayo ilikuwepo katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona unaumwa kabla mwili wako haujaugua Ulianza kuugua katika ulimwengu wa roho. Na kabla haujapona katika ulimwengu wa mwili, lazima uhakikishe umepona kwanza katika ulimwengu wa roho. Watu wengi wanapambana na ulimwengu wa mwili, wanauacha ulimwengu wa roho. Ndio maana ni rahisi sana kumkuta mtu anaombewa au anajiombea miezi na miezi na miezi apone mwili, wakati roho inaumwa. Ukiombea uponyaji rohoni, automatic mwili unaanza kuadapti, kwa sababu ulimwengu wa roho ndio ambao unautengeneza ulimwengu wa mwili. Ndio maana ukiwa na huzuni nafsi yako ikiwa na huzuni, hata mwili wako na huzuni. Ukiwa na furaha, mwili wako unachangamka, unakuwa tu na furaha. Kwa nini? Ulimwengu wa roho ndiyo zao la ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa, ili ulimwengu wa roho uweze ku kutenge...